Sana, hapo ndipo unasikia kwenye ukoo fulani wanasumbuliwa na jambo fulani, kwenye ukoo fulani mtu fulani amekufa bila kifo fulani kimeondoka, mtu fulani ameondoka, wakiuliza uliza, unasikia unasikiao, mjaweka vizuri mambo ya mizimu nini kama hayo, hewa ya dunia Tumezungumzia makundi matatu, biology ambao wanakutokana wewe na DNA yako, lakini kuna viongozi wa kiroho kii wa kiimani hawa, lakini pia viongozi wa serikali au utaifa fulani hawa, wana nafasi kubwa, ndo kuna hao wengine wanaitwa manabii eh. Kwa mfano eh, tunamzungumzia Mtume Muhammad, si ndio eh? Tunamzungumzia eh, Jesus Christ, tunamzungumzia Maria. Na au, ni viongozi sawa kimataifa na nini, wana nafasi yao, wana nafasi yao. Usiwachukulie poa eh, usiwachukulie poa eh, vizuri sana unapowataja na wao wana wana access flani. Sasa makundi nimekwambia yako saba na na makundi mengine yamewekwa ni fundamental flani, kwa mfano kama eh, ili kundi lenyewe limewekwa tofauti, wale watu ambao walikufa kwa kwa shari, yani ili kundi linawekwa ni kundi tofauti kidogo. Kwa mfano kuna watu walikufa, wame, wamejiua yani mtu, wana, atma, yani mtu kajinyonga mfano, si ndio? Eh, wengine waliuawa, umeona mwingine alifanywa mazila. Sasa eh, hao tunawaita ni mizimu, tunawaita ni wazazi wa kiroho waliondoka katika mwisho mbaya, nisikilize vizuri hapa waliondoka katika mwisho mbaya. Sasa hawa huwa wana tabia moja ambayo leo hii watu wanawaunganisha na makundi mengine, wanawaunganisha na wale wengine ambao waliondoka kwa wema. Hapa hawa huwa wana tabia ya kuja kulipiza visasi, msikilize vizuri hapa, wana tabia ya kuja kulipiza visasi kwa sababu wao waliondoka bila kutimiza hatima eh, zao Si umenielewa vizuri okay? Na hapo ndipo unasikia kwenye ukoo fulani wanasumbuliwa na jambo fulani, kwenye ukoo fulani mtu fulani amekufa bila kueleweka, kifo fulani kimeondoka, mtu fulani ameondoka, wakiuliza uliza unasikia oh, mjaweka vizuri mambo ya mizimu nini nini, e, kama hayo <tabuja>, uh, hey, mauzauza ni mengi mara ametokea kwenye nyumba hii, kapita huku mara hivi, yani unaweza ukashangaa tu unapigwa vikumbo nini, yani watu wa hivyo tunaweka kwenye kundi. Wako aina nyingi, hizi species za hapo ziko nyingi. Watu waliondoka bila wana vinyongo, yani mtu anaondoka hapa ametukanana na watu wamesha furugana na nini, umeona? Sasa anataka arudi anarudi yani, ana lukuga wa mambo yani. <laughs> <laughs> Yani yeah. Mtasema mtatubu, yani mtatubu, mtatubu. Minakwambia kweli kwa sababu hilo kundi hilo wako wengi hapo hapo, wako wengi. Hawa watu wanaondoka ondoka, huwa na uawa uawa ovyo na nini nini, haeleweki mtu kajinyonga kwa nini? Yani purugushane ni nyingi, ukiwa katika ukoo wa namna hiyo, ukiwa katika jamii ya namna hiyo, au inawezekana uko kwenye jamii hiyo lakini ulisababisha kifo cha mtu, ulisababisha kitu fulani hmm. hao wakirudi watatafuta njia yoyote ile. Hey, kuna namna fulani wataswitch mambo, hata kama hawana access ya kumfikia mtu moja kwa moja, lakini unaweza ukapata mabalaa na mikosi fulani Inawezekana. Asante sana mm -hmm. <laughs> Inawezekana, inawezekana ndo pale wazee wenye hekima mm -hmm. wenye busara mm -hmm. wanawaita, wenye kufahamu hayo mambo mm -hmm. wanawaambia, sikilizeni zenu mm -hmm. kuna moja mbili tatu ilifanyika, mm -hmm. fanyeni hivi na hivi mm -hmm. ili kutuliza hii. Utasikia wengine wanakwambia katoe sadaka. Wengine fanya hivi, fanya tambiko hili, mwite, ongea hivi. Kuna masharti, utaratibu unapewa, omba msamaha. mm. kwenye moja mbili tatu. Na wengine huwa wanafanya hivyo kabla hata maiti hajazikwa, okay. Kabla hata maiti hajazikwa wanafanya hivyo, maiti nakataa kutoka mlangoni. hey, itoki pale, au mkono umekataa kufanya nini, mpaka aje mtu fulani aombe msamaha pale. hey, mambo hayaendi Ma Mm. Ama hiyo nafsi kisha achilia mm, machungu yake. Sahii kabisa, yeah. Nakumbuka na, nilikwambia kule kwenye ulimwengu wa kiroho vitu viko reality sana mm. Yaani viko real. Akusamea, imeisha yaani e, <laughs> yani kule kule kila <laughs> kitu kipo kwenye uhalisia wake, kwa hiyo mm, kukusamea au kutokusamea ni sawa sawa na bure tu mm, yani kwake yeye, kwa sababu hakuna faida na hakuna hasara pia <laughs> <laughs> e, lakini utakuwa unateseka wewe huku huku. Sisi tunaishi kama Yes, nichukulie mfano nichukulie mfano eh, fulani kama wavuvi unawajua, wana wanani samaki hivi eh. Wewe ambaye uko huko huku, si ndio? Si umetupa nani hivi ile ndoano eh? Ehe, tuwashumu kama hivyo hivi, yule samaki ambaye umemnasa kule, si ndio? hivi eh, anahangaika kule kwenye maji na nini, si ndio? Mwenye access ya kumruhusu yule samaki aendelee na safari yake ni nani? Ni wewe ambaye umeshikilia. Ni wewe si ndio eh? Eh, eh, eidha umwachie au ukimwachia sawa, na usipomwachia pia sawasawa vile vile si ndio hivyo eh? Hili yaani sisi ni kama tupo kwenye ziwa kwenye maji yani tuna ogelea, lakini wao wenye kukunasa wao wanaweza kutunasa tu vizuri sana kwa sababu tunapopita wenyewe wanatuona, zi atuwaona mm. Hey. Hey. anakuona. Hey. anakuona anaona movement zile anaona nini na nini ni sasa, tupo kwenye e, picha fulani wanatuangalia kwenye TV so watu tu so watu tu nimesema hilo ni kundi moja la ancestors au mizimu au wazee lipo hapo malaika wapo majini na vipo viumbe vingine ambavyo nyinyi hamvijui vipo vipo sana vipo viumbe vingi sana kama sisi tulivyo kuna wanyama si ndio? kuna wadudu kuna species tofauti tofauti. ndege hao wako wengi mbwa wako wapo Sijuu eh, mini eh, ng'ombe siju nini, si wako wengi mm. Utasema huku duniani tuko binadamu peke yake, na huko kwenye ulimwengu wa kiroho utasema tu wako mizimu tu na, na majini kovumbe, mm. wengi tu, waaina nyingi okay. makabila ata, tofauti vipo huko katika ulimwengu viki, yani unajua, kwa hapo kuna kamchezo tu fulani hivi ambako mtazamaji, naabidi utumie nini maarifa tu maarifa kidogo tu. Ji switch tu yani switch tu account ya kichwa. Eh, wewe fikiria tu. Wewe unavyochinja yule kuku unafikiri nafsi yake da, au kilikuwa tu ni kitu fulani tu from nowhere, au unakichukuliaje yani? Wewe kwa mfano ukichinja ng'ombe au ukachinja ukachinja mnyama unachukuliaje yani Muitasira. <estáthik MosOUGH> we una tafsiri nini, au kulingana na jinsi ambavyo umesoma wewe kwenye Biblia au kwenye Korani, we unachukuliaje kwamba ile nafsi yake tu ime evaporate au nifanyeje? Hakuna mahali inakwenda, au ana nafsi au ana roho? Tutafika kwenye hiyo maadas Yeah, lakini uelewe viumbe wako mm -hmm. wengi wako wengi na vipo viumbe wene wakumbushe mm -hmm. vipo viumbe ambavyo vina access ya moja kwa moja directly mm -hmm. kote kote, ambavyo vipo kwenye ulimwengu wa kiroho mm -hmm. vipo viumbe mm -hmm. vya moja kwa moja ambavyo vipo kwenye ulimwengu wa kiroho, vina, vinafanya kazi zao za kiroho mm -hmm na vipo hicho hicho pia hata huku pia kina yo, yo, fanya hivyo, hivyo, huku, mm. Kinafanya hivyo hivyo hivyo hivyo, yaani kina uwezo wa kuingia huku kinafanya na huku kinarudi huku kwa, mm. Mm. Kwa mfano mfano mfano <tiple> mdogo tu, mfano wa kiumbe hicho, mfano wake ni kunguru <tiple> <tiple> mfano wake ni kunguru bundi tutafika huko, tutafika huko. <laughs> Kwa mfano bundi, eh, kuna kiumbe anaitwa bundi. Kuna kiumbe anaitwa nani, eh, nini, ule ndege kunguru, eh, au ni mmoja ya viumbe ambao wanafanya kazi kote kote. Tafika kwenye hiyo mada ya viumbe sasa, ya kwa maana ya wanyama, eh, kwao. tusichukulia mambo poa tusichukulia mambo hapana, hey. Unaposema viumbe wa kiroho au wazazi wa kiroho hawako peke yao kule, wana vitu vingi vingi, mambo ni mengi kule, mm -hmm. Nimekuambia kule ni ulimwengu ambao uko real, e, haudanganyi, e, yani kila kitu kiko, kiko kwa jinsi kilivyo kwa uhalisia wake. So mnaelewa kwa structure yake hao wazazi wa kiroho ni muhimu sana kuwashukuru, kuwaomba, kuwasema kwa wema, kwa sababu kule nako kuna vifungo, kuna e, zipo kuna namna fulani e, sana yani wanaenda kusaidika, wanasaidika okay, sana wana cheni flcheni flani. Flani sasa ngenikwambie kuna watu wanasema, ah, kwa shukuru wazazi wa kiroho kwa shukuru mizimu, hakuna maana, wale ni mashetani wenginewanasema ni washirikina wengine, kila mtu anatafsiri vile anavyojua, lakini utakuwa ni upumbavu na ujinga, utakuwa ni upumbavu na ujinga au kutokuwa na maarifa, pengine ukawa unatukana au unaujui, unabishabisha tu ujinga, kwa sababu kuna maarifa lakini, ukiwa na maarifa, huwezi kubisha hewa hey, ya dunia